DW Kiswahili, chaneli ya DW Kiswahili kwenye YouTube, wenyeai ulipo, karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Zainab Aziz ninayekukaribisha kwa niaba ya wenzangu wote. DW habari za ulimwengu. Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdallah. Mataifa ya Ulaya yatishia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi. Marekani yaidhinisha uuzaji wa ndege za kijeshi na silaha kwa Umoja wa Falme za Kiarabu. Wafanyikazi wa nyumbani wa Kenya wakabiliwa na ubaguzi wa rangi na ubakaji nchini Saudi Arabia. Habari kamili. London, mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya wametishia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi katika mkutano muhimu uliofanyika mjini London, Uingereza. Wanadiplomasia hao wameituhumu ikulu ya Kremlin kwa kile walichokiita kufanya michezo kuhusu mazungumzo ya amani na Ukraine. Katika taarifa ya pamoja baada ya mkutano wao uliofanyika katika mji mkuu wa Uingereza, mawaziri hao wa mambo ya nje wameeleza wasiwasi wao kwamba Urusi haijaonyesha nia ya dhati ya kupiga hatua. Mawaziri hao kutoka Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland, Uhispania na Umoja wa Ulaya wamesema katika tamko la pamoja kwamba Urusi lazima ikubali mpango wa kusitisha mapigano. Moscow kwa upande wake imepuzilia mbali shinikizo kutoka viongozi wa Ulaya la kuitaka kukubali mpango huo wa kusitisha mapigano kwa siku thelathini bila masharti, kuanzia jana Jumatatu, ikisema Urusi haitakubali vitisho. Washington Maafisa wa Marekani wamesema wizara ya mambo ya nje imeidhinisha mauzo ya ndege za kijeshi na silaha zenye thamani ya dola bilioni 1.4 kwa umoja wa falme za Kiarabu, UAE, kuelekea ziara ya Rais Donald Trump wiki hii mashariki ya kati. Maafisa kutoka idara ya usalama na wizara ya mambo ya nje ya Marekani wamesema katika taarifa kuwa mauzo hayo yanahusisha helikopta aina ya chapa CH-47 Chinook na silaha nyingine ambazo zitatumika kuunga mkono sera za kigeni na usalama wa Marekani. Wameongeza kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu itatumia silaha na vifaa hivyo katika shughuli za uokoaji, kutoa misaada wakati wa majanga, misaada ya kibinadamu na operesheni za kupambana na ugaidi. Bunge la Marekani lina siku thelathini kuzuia mauzo hayo ya ndege za kijeshi kwa umoja wa falme za Kiarabu. Jeneva, kituo cha ufuatiliaji wa wakimbizi wa ndani IDMC na baraza la wakimbizi la Norway NRC limesema mizozo inayozidi, majanga na mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha mamilioni ya watu kuyahama makazi au nchi zao mwaka uliopita. Wakimbizi wapatao milioni 88.4 walisajiliwa mwaka jana, sawa na idadi jumla ya watu wanaoishi Ujerumani, kufuatia mizozo mikubwa katika ukanda wa Gaza na nchini Sudan, pamoja na mafuriko na vimbunga kwa mujibu wa ripoti ya pamoja ya kila mwaka ya kituo cha ufuatiliaji wa wakimbizi wa ndani na baraza la wakimbizi la Norway, hiyo ni zaidi ya mara mbili ya idadi jumla iliyorekodiwa miaka sita iliyopita. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW yaw Bonn, Nairobi Shirika la Amnesty International limesema wafanyikazi wa nyumbani raia wa Kenya walioko nchini Saudi Arabia wanapitia hali za mateso ikiwa ni pamoja na kufungwa, ubaguzi wa rangi na mara nyingine kubakwa. Katika ripoti yao iliyotolewa leo Jumanne, Amnesty International imeongeza kuwa masharti ya kazi kwa wakenya hao ni ya kikatili kiasi cha kufikia kiwango cha kile walichokiita kazi ya kulazimishwa na usafirishaji haramu. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu limeeleza kwa kina hali ya mateso wanayopitia zaidi ya wanawake sabini waliokuwa wakifanya kazi za nyumbani nchini Saudi Arabia. Wafanyikazi hao wa ndani wanatajwa kupitia hali mbaya za maisha na unyanyasaji wa kibinadamu, ikiwa ni pamoja na ukatili wa kingono, matusi na hata vipigo. Port au Prince. DW, dunia yetu leo asubuhi. Naam, baada ya kuipokea taarifa ya habari za ulimwengu karibu sasa kwenye dunia yetu leo asubuhi. Na kwa muktasari tu, taarifa tulizokuandalia leo hii ni pamoja na: Uingereza imeandaa mkutano wa mawaziri kujadili vita vya Ukraine. Je, ni yapi yaliyofikiwa kwenye mkutano huo wa mjini London? Homa ya uchaguzi mkuu wa Oktoba nchini Tanzania inazidi kupata joto. DW imefanya mahojiano na mbunge wa jimbo la Arusha, Mrisho Gambo. Na je hali ikoje barani Afrika, baada ya Marekani kukata misaada ya shirika la USAID lililokuwa linasaidia katika sekta ya afya barani humo. Barabara kabisa, tuanzie huko nchini Uingereza, ambako nchi hiyo imekuwa mwenyeji wa mkutano wa mawaziri wa Ulaya uliojadili vita vya Ukraine na jinsi ya kuuzima uvamizi wa Urusi, katika wakati ambapo kuna matarajio ya kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraine na Urusi Alhamisi hii nchini Uturuki, mwenzangu Babu Abdallah ametuandalia taarifa ifuatayo. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya wametishia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi katika mkutano muhimu uliofanyika mjini London, Uingereza. Aidha, wanadiplomasia hao wameituhumu Kremlin kwa kile walichokiita kufanya michezo kuhusu mazungumzo ya amani na Ukraine. Katika taarifa ya pamoja baada ya mkutano wao katika mji mkuu wa Uingereza, Mawaziri hao wa mambo ya nje wameeleza wasiwasi wao kwamba Urusi haijaonyesha nia ya dhati ya kupiga hatua. Mawaziri hao kutoka Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland, Uhispania na Umoja wa Ulaya wamesema katika tamko la pamoja kwamba Urusi lazima ifanye hivyo bila kuchelewa. Moscow kwa upande wake imepuzilia mbali shinikizo kutoka kwa viongozi wa Ulaya la kutaka kukubali mpango wa kusitisha mapigano kwa siku thelathini bila masharti yoyote kuanzia jana Jumatatu, ikisema Urusi haitakubali vitisho. Badala yake, Moscow imetoa pendekezo la kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine mjini Istanbul, Uturuki, mnamo siku ya Alhamisi, ijapo mataifa ya Ulaya yameonya kwamba lazima kwanza kuwepo mpango wa kusitisha mapigano kabla ya mazungumzo hayo kufanyika, mawaziri hao wa mambo ya nje wamekubaliana kwa sauti moja kuchukua hatua madhubuti kupunguza uwezo wa Urusi kuendeleza vita kwa kuibinya kiuchumi ikulu ya Kremlin, ikiwemo kupunguza uagizaji wa nishati kutoka Urusi. Hata hivyo, mwenyeji wa mkutano huo ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lamy hakutangaza vikwazo vipya kama ilivyokuwa imetarajiwa awali. Wakati hayo yakiarifiwa, rais wa Urusi Vladimir Putin amepuuza wito wa hivi karibuni wa kusitisha mapigano kwa kufanya mashambulizi mapya nchini Ukraine na pia bado hajajibu ombi la rais wa Ukraine Volodimir Zelenski la kutaka kukutana naye ana kwa ana kwa mazungumzo. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andrii Sibiga ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X baada ya kujiunga na mkutano huo wa London kwa njia ya mtandao kwamba Urusi imepuuza kabisa pendekezo la kusitisha mapigano kuanzia Mei kumi na mbili na badala yake inaendelea kushambulia maeneo ya Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limesema katika taarifa kuwa Urusi imefanya mashambulizi ya zaidi ya droni mia moja usiku kucha. Mwanadiplomasia mkuu wa umoja wa Ulaya Kaya Kalas amewaambia waandishi wa habari mjini London kwamba iwapo hakutakuwepo usitishaji mapigano, basi hakuwezi pia kufanyika mazungumzo wakati vita vinaendelea. Shukran Babu Abdallah. Huko nchini Tanzania, homa ya uchaguzi mkuu wa Oktoba inazidi kupata joto. Mjini Arusha, kaskazini mwa Tanzania, kumekuwa kukifanyika mikutano mikubwa ya hadhara huku mahasimu wa kisiasa si nje tu ya chama tawala CCM lakini hata ndani ya chama hicho wamekuwa wanatuhumiana kwa rushwa na matendo yasiyo sawa kwa umma. Mwenzangu Usudi Mnete amezungumza na mbunge wa Jimbo la Arusha Mrisho Gambo ambaye kwanza alimuuliza kwa nini kumekuwa na joto kubwa la kisiasa. Imebakia e, kama mwezi mmoja tuna siku kadhaa bunge liweze kuvunjwa kwa hiyo ni kipindi cha kutumia fursa hiyo kuwaeleza wananchi kwamba wamekuamini, wamekopa heshima, wamekopa upendeleo ya wame kuwawakilisha bungeni kwenye jimbo gumu na kubwa kama la Arusha mjini. E, ni vizuri waee sasa baada ya miaka mitano hii kukamilika, ni yapi ambayo uliyafanya ambayo yanakidhi matarajio yao. Umezungumzia jengo la utawala wa jiji la Arusha, ghorofa <laughs> nane. E, gharama zizotumika ni bilioni moja na milioni themanini na moja kwa eneo la chini la ujenzi wa jengo hilo na baadaye bilioni kumi na moja na milioni mia sita kumi na tisa na kufanya jumla ya ujenzi wa jengo hilo kuwa bilioni kumi na mbili na milioni mia saba. Nimekusikia wazi dhahiri ukisema kwamba hii haikubaliki, jengo limejengwa Arusha kwa nini? Kuna kasoro mtu amejenga kabuni ghorofa tano hajatumia zaidi ya bilioni tatu. Sasa wewe unapojenga ghorofa nane unatumia bilioni ya milioni ku, kumi na mbili, nadhani kuna haja ya ku, ya kutafakari, lakini hili jambo tumewashirikisha pia wenzetu watakukuru na wao wamelifanyia kazi, lakini kuna baadhi ya mambo tuliyasema yameonekana. Kwa mfano kama walikiri pia watu wa serikali kuwa na tofauti ya vipenyo walipoingiza kwenye mfumo, badala ya kuandika skwea mita wakaandika shubiki mita, ambayo imekwenda kuongeza tu gharama kama 1.8 bilioni. Hiyo inayobaki yenyewe pia bado inaonekana ni gharama kubwa. Umesema kwamba ni wizi wa wazi kabisa. Nani unamwonyeshea kidole hapa, katika hili sasa? Mimi kazi yangu kama mbunge ni kueleza changamoto iliyopo. Sasa CAG ndo ana uwezo wa kuingia ndani na kusema kitaalam, hapa tatizo ni nini, limesababishwa na nani na ni nini kifanyike. Takukuru ana uwezo wa kuingia pale ndani, akaona tatizo ni nini, limesababishwa na nani na nini kifanyike, na mwisho wa siku hata kuchukua hatua zaidi eidha kuwapeleka mahakamani au ambao wamethibitika kufanya hivyo, kwa sababu huwezi kufanya makosa makubwa kama hayo ukasema tu kuna tofauti ndogo ndogondogo za, za vipenyo na nini, wakati tofauti hizo ukilinganisha na thamani ya fedha ni tofauti kubwa zaidi. Wewe ni mbunge na umetumia jukwaa la kibunge, niseme tu na mara kadhaa nimekunukuu ukisema utasema kweli, uongo kwako mwiko, ukitumia kanuni ya Chama cha Mapinduzi, chama chako, kwa nini uliomba radhi uliomba msamaha katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa jambo hili? Hapana, alikuwa jambo hili ilikuwa ikihusu nini? sio tuhuma zinazohusu badhirifu wa Arusha, ulikuwa tu ni ubishani mdogo, ambapo kama utakumbuka kwenye yale maelezo, kuna maelezo fulani yalikuwa yametolewa na waziri kwamba mimi, jengo la utawala lilianza wakati mimi nikiwa mkuu wa mkoa mwaka elfu mbili na kumi na tisa wakati kiuhalisia lile jengo limeanza wakati mimi nikiwa mbunge wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na nikiwa sio mkuu wa mkoa. Umesema mikono yako haijaumiza mtu yoyote, lakini huyu mwingine wakaulize Dar es Salaam uh, huko Dar es Salaam amefanya nini huko na huyo ni nani unayemkusudia? Sasa hiyo ni homework imewapa na nyinyi mkaifanyie kazi, lakini mileo limerusha juu ya gizani, nikisikia ala najua tayari limempata. Sasa nikishajua lilompata, nadhani itakuwa rahisi zaidi mwenyewe ku nam ni mbunge wa Arusha Mrisho Gambo, kama alivyohojiwa na mwenzangu Sudi Mnete. Na sasa tunaiangalia ripoti ya mwandishi wa DW Silia Frolish, ambaye anasema tangu rais wa marekani Donald Trump alipotangaza hatua ya kukata misaada kwa mashirika mbalimbali mbali ya misaada likiwemo shirika la USAID. Je, hali ikoje barani Afrika baada ya marekani kukata misaada ya shirika hilo lililokuwa linasaidia katika sekta ya afya barani Afrika. Suleiman Mwiru anatusomea taarifa ya mwandishi wa DW. Watu wanaoishi na virusi vinavyosababisha ugonjwa wa ukimwi wanakabiliwa na hatari ya kushindwa kupata dawa za kupunguza makali ya VVU wakati ambapo programu za afya zinaendelea kusimamishwa barani Afrika baada ya utawala wa Rais Donald Trump kusitisha ufadhili wa fedha kwa shirika la misaada la Marekani USAID na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa na yale yasiyo ya, ya kiserikali. Baada ya kuingia madarakani Januari ishirini, Rais Trump alitoa amri ya kiutendaji iliyositisha usaidizi wa nje kwa siku tisini, na baada ya hapo uamuzi uliofikiwa wa kulivunja shirika la USAID lililokuwa linajisimamia. Utawala wa Trump ulipunguza kwa asilimia tisini ya kandarasi na utoaji wa misaada nje ya nchi iliyokuwa inafadhiliwa na USAID. Upungufu wa fedha kwa shirika hilo umegeuka kuwa pigo kwa, kwa nchi nyingi za Afrika. Nchi za Afrika za kusini mwa jangwa la Sahara zilishika nafasi ya pili kwa kupokea ufadhili wa shirika la USAID duniani kote. Kulingana na vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Afrika CDC, nyongeza ya hadi ya watu milioni nne wanaweza kufa kutokana na magonjwa yanayotibika barani Afrika kutokana na Marekani kuondoa ufadhili wake katika miradi ya afya. Shirika lisilo la kiserikali la Amref linatoa mafunzo kwa wataalamu na linatoa huduma za matibabu kwa karibu watu milioni ishirini kwa mwaka, limepungukiwa asilimia ishirini katika bajeti yake kutokana na Marekani kupunguza ufadhili. Nchini Ethiopia, programu za elimu kwa maelfu ya vijana zimefutwa, wakati nchini Tanzania Amref imeshindwa kuendelea na programu ya uchunguzi wa ugonjwa wa kifua kikuu kwa watu laki tano. Marekani pia imesimamisha ufadhili kwa shirika la UNAIDS la Umoja wa Mataifa lililokuwa linasimamia mpango wa kupambana na virusi vya ukimwi na ukimwi kwa jamii kote ulimwenguni. Nchini Kenya, ufadhili umepungua kutoka dola milioni 846 hadi dola milioni 66 kwa mwaka huu wa 2025 vituo vingi vya matibabu vya VVIU vimefungwa huku hadi watu milioni moja walioambukizwa VIUVIU wakikosa dawa. Shukran Suleiman Mwiro. Kundi la kwanza la raia wa Afrika Kusini walio na asili ya walowezi wa kizungu wamewasili Marekani kuanza maisha mapya. Wakimbizi hao maalum wamepata fursa ya kuingia Marekani chini ya mpango mpya wa kipekee wa Rais Donald Trump. Asilimia saba ya raia wa Afrika Kusini ni wale walio na asili ya kizungu na ni matajiri wakubwa ikilinganishwa na wenzao weusi. Tathmini ya mwandishi wa DW Kate Inasomwa na Felma Mwazaya. Kundi hilo la kwanza la wakimbizi wa Afrika Kusini walio na asili ya wazungu lilianza safari yake siku ya Jumapili kutokea Johannesburg hadi Washington na hatimaye kutua Texas. Kwa mujibu wa mwandishi wa shirika la habari la Reuters, foleni ya wazungu waliosheheni mizigo mingi walionekana wakisubiri hati zao za kusafiria kupigwa muhuri kabla ya kuingia kwenye eneo la wasafiri kupumzika. Ndege hiyo ya kukodi iliyofadhiliwa na Marekani ilisafirisha abiria arobaini na tisa, anaeleza msemaji wa wizara ya usafiri Colin Msibi. Msemaji huyo alibainisha kuwa kibali cha kutua Marekani kiliwapa ruhusa wazungu wa jamii ya Afrikana wanaohamia huko kuwa wakimbizi. Jamii ya Afrikana ni ya wazungu walio na asili ya walowezi wa Uholanzi, Ujerumani na Ufaransa. Itakumbukwa kuwa walowezi wa Kiafrikana waliiongoza Afrika Kusini wakati wa kipindi cha utawala wa ubaguzi wa rangi uliowanyanyasa raia wa Afrika Kusini weusi. Mapema wiki hii, kituo cha redio cha NPR kilitangaza kuwa majimbo 12 yaliridhia kuwapokea wakimbizi hao wa Kiafrikana ambao baadhi yao wana jamaa zao wanaoishi Marekani. Trump pamoja na mshauri wake aliyezaliwa Afrika Kusini, Elon Musk, aliyepia afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya magari ya umeme na bidhaa za nishati endelevu ya Tesla, wamekuwa wakipaza sauti zao na madai kwamba raia wa Afrika Kusini walio na asili ya uzungu wanaonewa na kuteswa na wenzao weusi ambao ndio wengi. Wazungu hao wana nafasi nzuri zaidi nchini Afrika Kusini tangu utawala wa ubaguzi wa rangi kufikia kikomo miaka thelathini iliyopita. Mapema mwezi wa Februari, Rais Donald Trump wa Marekani alitia saini amri maalum ya kuwapa ukimbizi jamii ya Afrikana ambao wanadaiwa kuteswa na weusi nchini kwao, Afrika Kusini, pamoja na kunyang'anywa mali yao. Haya yanajiri baada ya serikali ya Afrika Kusini kuzindua sheria mpya ya umiliki wa ardhi inayodhamiria kuondoa madhalimu ya mfumo wa awali wa ubaguzi wa rangi. Kulingana na takwimu rasmi, mwezi wa Machi, Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani ilipokea maombi yasiyopungua elfu nane ya ukimbizi kutoka Afrika Kusini. Kwa mwaka huu, huenda wakimbizi alfu wakiafrikana wakapewa hifadhi Marekani, imeripoti serikali ya Donald Trump. Kama ilivyo katika mataifa mengine duniani, Tanzania imekuwa ikipambana na matumizi ya dawa za kulevya kwa njia mbalimbali, ikiwapo kutoa elimu juhudi zinazofanywa na serikali kwa kushirikiana na mashirika ya kiraia Kijana Jacobo Yona aliyekuwa msanii wa miondoko ya kizazi kipya nchini Tanzania alifiwa na pacha wake aliyeathirika na dawa za kulevya. Hali hiyo ilimfanya kuanzisha juhudi za kuwasaidia vijana waliobobea katika hali hiyo. Mwandishi wa DW Veronica Natalis kutoka Arusha, Tanzania, alimtembelea katika taasisi yake na ametuandalia taarifa ifuatayo. Kundi hili la muziki la Watengwa kama lilivyojulikana wakati huo lilipata umaarufu mkubwa mwongo mmoja uliopita likiwahusisha wasanii wa miondoko ya kizazi kipya nchini Tanzania wakiwamo Jacobu na Esau Yona ambao ni mapacha wenyeji wa Uyona, Arusha, Tanzania. Yakobo na Esau ama pacha kama walivyojulikana walikuwa wakitumia dawa za kulevya na hivyo kupelekea Esau Yona kufariki dunia mwaka elfu mbili na kumi na moja kutokana na athari za matumizi ya dawa hizo. Lakini pia Jacob mwenyewe alipitia misukosuko mingi iliyosababisha kuachana kabisa na matumizi ya dawa hizo. Kuna siku moja nakumbuka, ilikuwa ni usiku wakati nimeenda kuiba usiku, bahati mbaya nikawa nimekamatwa, nikawa nime fukuzwa ili mwizi mwizi, wakati nafukuzwa wizi wizi, kajikuta nimedumbukia kwenye shimo la choo. Ni kitu ambacho kilinifanya sitakuja kusahau, na nilikaa pale mpaka asubuhi, watu walivyokuwa wanapita kwa sababu ilikuwa ni njia ambayo inaelekea kwenye maskani za kuuza madawa ya kulevya. Kwa hiyo wenzangu waliponiona pale, waliweza kunisaidia na kuniokoa. Alifungua kituo chake mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ambacho kinawasaidia vijana waliobobea katika uraibu wa vitu mbalimbali, vikiwapo pombe, sigara, bangi na dawa za kulevya, kwa kuwapatia elimu, matibabu na msaada wa kisaikolojia ili kutoka katika uraibu. Zaidi ya vijana mia moja wa jijini Arusha na maeneo jirani mpaka sasa wamefaidika na taasisi hiyo. miongoni mwa ni kijana Hassan Muhamed Hassan, nimetokea Sumbawanga ambao ni mkoa wa Rukwa. Kwa hiyo mi nilivyokuwa nimeathirika, ndugu zangu wakawa wameamua bana, huyo mtu inabidi tumpeleke hiyo sehemu, ili akapate msaada, kwa sababu mimi nijaribu kuachana na madawa kulevya, nimeshindwa. Mimi asilimia kubwa niliathirika na pombe. Kituo hichi mimi sikuzani kwamba mi naweza nikaacha pombe, lakini nimefika katika kituo hichi, nimekuja, nimekuta kuna vitu vingi ambavyo vimenirudishia mi. Nikajua labda anapewa dawa, lakini sio dawa lakini kuna madarasa ambayo mi napewa na kurudishiwa akili na ufahamu wangu. Kituo hichi kinaisaidia zaidi ya asilimia kubwa sana ya kunirudishia katika hali ya kimaisha yangu, ambayo mimi nikitoka hapa na uwezo wa kufanya kitu chochote. Mimi nina uwezo wa kufanya kila kitu ambacho mimi ninaweza kukifanya hapo nje. Kwa hiyo naweza kupa Mwenyezi Mungu azidi kuwazidishia wenye kituo hichi. Kituo hicho kilichopo Moshono, Arusha, Tanzania, kina malengo ya kufikia watu wengi zaidi ambao hawawezi kufikiwa na huduma za ushauri pamoja na wale walioshindwa kutimiza ndoto zao kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Mkurugenzi Jacob Yona anaeleza kwamba moja kati ya mikakati ambayo inafanywa katika kituo chake ni kutafuta ufadhili wa masomo kwa ajili ya vijana waliokatiza ndoto zao kutokana na uraibu, lakini pia kupaza sauti kwa serikali ili kuimarisha mifumo ya kuzuia uingizwaji wa dawa za kulevya nchini Tanzania. Na mafanikio pia ni makubwa, watu wengi waliopita kwenye kituo chetu hapa Mosono Foundation wametoka nje na wanaendelea na majukumu yao kama kawaida. Tanzania inazo ajenda za kitaifa za kupambana na matumizi, usafirishwaji na uuzwaji wa dawa hizo haramu, ili kulinda afya ya jamii na usalama wa nchi. Miongoni mwa ajenda hizo ni kuundwa kwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya pamoja na utolewaji wa elimu kwa umma kuhusu madhara ya dawa za kulevya. Veronica Natalis, DW, Arusha. Na kwa ripoti hiyo ya Veronica Natalis ndiyo tumekamilisha mkusanyiko wa taarifa zetu kwenye dunia yetu leo, asubuhi hii. Ni DW bon DW Afya Yako. Je, unakoroma sana usiku? Unajikuta unaamka mchovu hata baada ya kulala usiku mzima? Unapumua kwa shida usingizini au kuamka ghafla ukikohoa? Ikiwa jibu ni ndiyo una uwezekano mkubwa kuwa unakabiliwa na tatizo hatari la kiafya linalojulikana kama obstructive sleep apnea, hali ambayo njia ya hewa huzibwa wakati wa usingizi bila wewe kujua. Mengi zaidi kuhusu mada hii katika makala hii ya afya, ukiwa nami Fathia Omar. Karibu. nilikuwa nafikiri nikiwa nimechoka peke yake, yani ndo na koroma zaidi, lakini ikawa inaendelea hata kama sijachoka sana kukoroma inaendelea hivyo hivyo, na niko na mashini ninatumia kulalia, nasaidia kuvuta pumzi usiku na nipo usingizi, maanake kukoroma sana inakata kuvuta pumzi, na ile kukata pumzi ni hatari pako kwenye usingizi. Huyu ni Swaleh Said, mwanamume wa makamo niliyemkuta hospitalini akiendelea na matibabu baada ya kusumbuliwa na hali ya kupoteza pumzi ya ghafla akiwa usingizini. Mwanzoni alidhani ni pumu, lakini baada ya vipimo ikabainika kuwa alikuwa akisumbuliwa na tatizo la kuziba pumzi usingizini linalojulikana kitaalamu kama obstructive sleep apnea. hali hii ni hatari. Wakati wa usingizi misuli ya koo hulegea na kuziba njia ya hewa hivyo kupunguza au kusitisha kabisa kupumua kwa muda mfupi, mara kwa mara bila mgonjwa kujua. Matokeo yake ni usingizi wa kusuasua, uchovu sugu na hatari nyingine za kiafya. Mashrab Sagaf ni daktari bingwa wa masikio, pua na koo. Mgonjwa sana sana sana sana anayekuja huwa ni katika umri wa ule wa miaka thelathini mpaka sitini, yategemea pia. Sana sana hili tatizo linazidi kwa wanaume kuliko kwa wanawake. Mtu kama hawezi kulala, kuna matatizo ya kisaikolojia yanapatikana na matatizo ya kiafya ambayo yanahusiana na mapafu pamoja na moyo na vitu vinginevyo ambavyo pia ni hatari ba lau tusipofuatilia mambo unapata vifo vya vya ghafla. Kwa mujibu wa utafiti wa mwaka elfu mbili kumi na tisa uliochapishwa na archive watu wazima zaidi ya milioni tisa duniani kote wenye umri wa miaka thelathini hadi sitini na tisa wanaugua tatizo hili. Kati yao takriban zaidi ya milioni mia nne wanaathirika kwa kiwango cha kati hadi kikubwa. Dalili kuu za obstructive sleep apnea ni pamoja na kukoroma kupita kiasi, maumivu ya kichwa asubuhi, uchovu wa kila mara licha ya kulala, na kukosa umakini kazini au katika shughuli za kila siku. Habari njema ni kwamba tatizo hili linaweza kutibiwa. Tiba ya msingi ni kifaa kiitwacho CPAP, continuous positive airway pressure, mashine inayotoa hewa kwa shinikizo kupitia barakoa wakati wa usingizi, ili kuweka njia ya hewa wazi. Chaguzi nyingine ni pamoja na mabadiliko ya mtindo wa maisha kama kupunguza uzito, vifaa vya meno vya usiku hutengezwa maalum kulingana na umbo la kinywa cha mgonjwa na husaidia kuweka njia ya hewa wazi. Na kwa baadhi ya wagonjwa, upasuaji. Kuna upasuaji wa aina tofauti. Kuna kupunguza ulimi, kuna tonsil za ulimi zinaweza kupunguzwa, kuna hii inaitwa palate sakafu la kinywa chetu, kuna mkarabati Muka... Muka... unafanya Muka... Muka... pia pale kuweza huu... kurahisisha kwa... mtu kuweza kupitisha hewa vizuri kama ni nyama ambazo zimeita sehemu za kuweza kumeza chakula na kupitisha upepo pia, kama nazo zimelegea kwa njia moja ama pili, ama kuna vitu ambavyo vinaziba njia, kuna njia ya namna ya kuweza kuzitoa. Katika makala ya afya yako tumeangazia kwa kina tatizo la kuziba pumzi usingizini, ugonjwa unaoenea kimya kimya, lakini wenye athari kubwa kwa afya. Asante kwa kuwa nami leo, hadi wakati mwingine. Mimi ni Fathia Omar, kwa heri ya kuonana. Na hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya asubuhi na kualika tena hapo saa saba mchana kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu mengine. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Zainab Aziz na kutakia asubuhi njema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa kumi na mbili na kumalizika saa kumi na mbili na dakika 30 asubuhi tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8 Utelsat 8 WB Hotbed 13g na SES5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini. <coughs>